Na Kisugu ambaye ni mwanachama wa Simba Sports Club nataka tuzungumze naye mawili matatu, tupatie maoni yake kuhusiana na mchezo wa kesho. Siku hii ya leo klabu ya Simba haijatokea kwenye mkutano na waandishi wa habari, ambako mara nyingi huwa wanazungumzia ya maandalizi yao kuhusiana ya ya na mechi ambayo ipo mbeleni. Yeye anazungumziaje hili? Dalili mpaka sasa hivi zinaonekana mechi ipo lakini Simba ni kama vile wapo kimya, ukimya huu unaashiria nini? Jina langu ni Teddino, nyuma ya kamera yupo Adam Almas, na hii ni Almas Digital. kwema kwema Tedi, mambo vipi? Salama, nimekumisi. Asante mimi nimekumisi asante na nimekumisi pia. Muda mrefu. Yes, najua mchaka mchaka wa maisha unajua so, ukifika katika jiji la Dar es Salaam jiji la mzee wetu Albert Charamila lazima upige mchaka mchaka upate kula. Maneno ya kwanza anaambiwa baba yetu Adam, hey. Mungu anamwambia Adam utakula kwa jasho lazima litiririke, ndio. Kwa hiyo kuto kuonekana kwetu ni kupambana kutoka jasho ili tuweze kupata kula, moja ya kutimiliza amri ya Mungu alomwambia baba yetu Adam. Mpo kimya sana, kesho ndio tarehe 25, hamjatokea kwenye mkutano wa waandishi wa habari, hamweleweki kifupi. Simba mimi nafikiri nyinyi ndio hamtaki kutuelewa, lakini sisi tunaeleweka sisi tunaeleweka, isipokuwa nyinyi waandishi, hamtaki sisi kutuelewa. Ukimya wenu unaashiria nini? Ama ndio mmeambizana ni weledi mm -hmm. wa Simba sports mm -hmm. Lakini taarifa za Simba zinapatikana katika vyombo vya habari vya Simba. Kwa hiyo nyinyi, mashaka mnayopata na tabu mnayopata ni wavivu kutembea katika vyombo kutembelea katika vyombo vya habari vya Simba. Uh, hatujazoea ha, ha, ha, ha, ukimya wa namna hii, hususani inapokaribia mechi kwa mazoea, Teddy mm -hmm. ukiishi kwa mazoea utaferi ishi katika uasiria hii ni Simba Sports, ni timu ya nne kwa ubora kwenye bara rafika, ni timu pekee inaendeshwa kwa weredi katika ukanda wa Afrika mashariki na kati. Hatuwezi Simba tukaishi katika maisha yetu kwa namna ambavyo nyinyi waandishi wa habari mnavyotaka Simba itaishi katika maisha yake uasiria moja. Tunajua klabu ya Simba tuna mila zetu, klabu ya Simba tuna taratibu zetu. Simba tunaendesha kwa namna ambavyo wanachama tunavyotaka, viongozi wanakwenda kutuwakilisha tuko vizuri tuko sawasawa, na ndio maana leo kila mwana simba ukimuuliza vipi ligi ya 24, 25, anakuambia 100% simba wamefanyaje? Wamefanikiwa, targeti za simba zote ziko sawasawa. Wanasimba tunajua 1992 93 2024 25 simba anacheza fainali ya shirikisho barani Afrika. wakati tunacheza shirikisho tuliwaambia Watanzania kwamba simba hadhi yetu na ukubwa wetu hatustahili kwenda kucheza katika mashindano ya shirikisho barani Afrika, tunapostahili kwenda kucheza klabingwa barani Afrika kwa namna yoyote ile kwenye stage iliyowekwa kwa taratibu zilizopo. Simba mwakani anakwenda kushiriki mashindano ya klabingwa barani Afrika, maana yake target ya pili. Simba anafanyaje? Wanafanikiwa target ya tatu, kuonyesha ubora wetu kwamba tulisajili wachezaji wenye quality kwenye ligi NBC. Japokuwa ligi haijaisha tayari golkipa bora ameshapatikana kutoka Simba naitwa Pimpin Kamara. Hii tunaonyesha namna ambavyo Simba tulivyokuwa standard ulivyofanikiwa na sasa hivi, ukouliza watu nani anategemewa kuwa mfungaji bora atakwambia Jean Charles au kutoka Simba Sports. Lakini nawambia Watanzania, ukiliona dafu liko Kenya likija Tanzania haiwezekani kuwa embe. Ukiona embe iko Ivory Coast, basi amini na Tanzania nakuwa Ivory Coast. MVP wa Ivory Coast mwaka jana ndio anakuwa MVP katika ligi ya NBC. Sisi tumefanikiwa nani? Mwana Simba mnyonge, sawa. tunakwenda kushuhudia mechi ambayo inakwenda kuma, tunakwenda kumalizia msimu kesho na bingwa anatakiwa apatikane kesho. ni mechi muhimu sana kwenu nyinyi, mechi ambayo mkifungwa mtani anachukua ubingwa, mkishinda nyinyi mnabeba kombe cha ajabu. hakuna miaka mitatu iliyopita iliyopita bingwa Dar es Salaam Africans, kwa hiyo kama mwaka huu akichukua cha ajabu hakuna Tedi, kwenye takwimu sahihi nyinyi waandishi wa habari ndio mnasema kwenye ligi ya MBC mb mb to toka 65 inaanza mpaka 24 Yanga amechukua bingwa mara nyingi kweli, sio kweli? Mnasema nyinyi waandishi, sisi hatutaki mzozo, tunawakubalia leo. Nikikuuliza Tedi, tuambie faida ya Yanga kwa bingwa mara nyingi ni nini kwenye nchi kuna faida maana yake kwamba taifa lako nalifanya jambo. Sisi tuliochukua mara ndogo mara chache ndo watu wa kwanza kuwakilisha nchi nchi nne, tumesababisha sisi kwenda katika mashindano na leo na shirikisho la soka bara Afrika, klabu bingwa mbili shirikisho mbili, sisi, kweli sio kweli? Leo hii tuliochukua ubingwa mara chache wale waliochukua bingwa mara nyingi, twende tukatafute namba asiri kwenye mashindano ya klabu bingwa bara Afrika, Simba wangapi kwa ubora Yanga ni sawasawa, unaishi na mwenzio ana milioni, unajua siku mbili milioni umeisha wewe, una laki yake moja unatamba nayo, atakusumbua mwenye milioni. Nenda akawaambie, sisi ni Simba Sports msemo mmoja, tuliwaambie wana Simba, hii kodi chukueni hii lugha. Linaambia marehemu bibi yangu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, Nyazombe alinambia siku zote yatima adeki kwa hiyo kimya huu nadhani uko salama zaidi, hata kwa wachezaji kuelekea mchezo wa kesho, ambao mpaka sasa hivi watu wengi wanasema kwamba wapinzani wa, wapinzani wenu wana nafasi pia ya kufanya vizuri katika mchezo huo, kwa sababu ya rekodi kubwa, tena rekodi pia zinawalia. nimesema? nimesema Simba naongoza na viongozi wenye waredi mkubwa, na sisi tunawamini na ndio maana tuliwapa madaraka, kufanyaje? Kutuongoza. tunachosema tutaendelea kusema kama alivyosema msemaji wetu kuambia ninyi waandishi wa habari chochote atakachosema cho, sisi tuko tayari kupokea. Kwa hiyo kesho kwa Mkapa kinawaka vizuri, kesho mbari, ngoja tufike. <laughs> Una maanisha nini kusema kesho mbari, wakati kesho mechi saa kumi na moja? Mimi naweza nikakwambia habari za kesho, Mungu akanipitisha wa uwezo wake, kwa sababu katika Qorani katika maneno ya Mwenyezi Mungu anasema kheri minallah shari minallah, jambo kuwa la heri linakuwa la kwake na jambo la shari linakuwa la kwake yawezekana mimi bodaboda ikanichukua nazungumza tu, usiseme usiseme usiseme hivyo. Kwa tunasema tu Ndia. Mungu akipenda Mungu akipenda, Mungu akipenda Mungu akipenda. Mungu akipenda tunakutana kesho kwa mkapa majira saa kumi na moja. Mja, mja, mja. Bwana Kisugu mimi nikwambie tu asante tukutane kesho saa kumi na moja kwa mkapa kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari sana zaidi ya sana mmekuwa na mchango mkubwa sana kwenye klabu yetu ya Simba mmetupa ushirikiano mkubwa nyinyi ndio mnasababisha mi baba yangu mzazi Omar bin Nasoro mikoi saizi akikaa na simu yake anaswapua, anaangalia mwanangu amefanya nini, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi kubwa. Endeleeni kusimama katika misimamo, endeleeni kulisimamia taifa hili, ili kuona namna ambavyo tunakwenda kufanikiwa kwenye taifa hili. Taifa ishirini ishirini na saba linakwenda kuandaa mashindano ya baada ya miezi miwili ijayo, taifa hili linakwenda kuandaa mashindano ya chan kupitia nyinyi Almas, niwaambie Watanzania, mashindano hayo yako kana namna mbili. Moja, mashindano ya chani ni starehe, lakini mashindano ya chani pili ni fursa. Kwa nini nasema mashindano ni fursa? Sio najidai kwenye TV, msinichukulie vibaya. Nilipata bahati ya kwenda kuangalia mashindano ya Afcon 2023 ivory coast, iost Moroko. Niliwaona wa Moroko namna ambavyo mashindano haya wanachukua kama fursa wanapambana mashindano kuwaingizia kipato. Naongea na ndugu zangu wenye bodaboda, mkijipanga vizuri, mkijipanga vizuri kutoa huduma, inakuwa kwenu ni fursa ya kuongeza kipato hmm. nawaambia ndugu zangu wenye daladala wakijipanga vizuri, mashindano ya chani ni fursa ya kuongeza nini, kipato. Naongea na dada zangu akina mama ntilie, hawa ndio watu muhimu, ngoja niwaambie na niwaibie siri Chakula cha taifa katika bara la Afrika ni chipsi. Ukikaanga chipsi wa Ivory Coast wamezizoea. Pika ugali wa mwogo na kisamvu, mwambie ndo asili ya Tanzania utauza. Asante sana, ni washukuru waandishi wa habari. Mtazamaji, um, wa Almas Digital. Huyo ni eh, Mikoi Kisugu ambaye ni mwanachama wa klabu ya Simba akieleza eh, kuelekea mchezo wao wa kesho, ana utazamo utakuwa ni mchezo wa namna gani, lakini pia akitutolea ufafanuzi kwa nini ukimia? Ukimia huu unamaanisha nini? Mimi ninachosema ni kwamba tukutane kesho saa kumi na moja jioni Almas Digital tutakao pale Benjamin Mkapa kukuletea update zote. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera yupo Adam Almas kisha una subscribe YouTube channel yetu ya Almas Digital, lakini pia unatufuatilia katika mtandao wetu wa Instagram wa Almas Digital, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Nikutakie siku njema.